Mungu anatuelekeza katika kitabu cha Mateo sura ya tano fungu la nane ya kwamba heri wenye moyo safi maana hao watamwona Mungu. Moyo safi ndio unaoleta maisha ya mwanadamu yanaonesha picha halisi ya utakatifu. Na ndio maana E, katika tafsiri hii ya kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akataware samaki wa baharini na viumbe wote, Mungu alimaanisha mwanadamu anatakiwa kufanana na Mungu wake katika hali ya ukamilifu, katika hali ya ukamilifu. Kwa maana ya ukamilifu, Waefeso sura ya 4 fungu la kumi na tatu hata na sisi sote tutakapofikia kiwango cha imani cha kumfahamu sana mwana wa Mungu, sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika, kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, hata kufikia cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo Yesu. Ni namna gani hii inamaanisha kufikia cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Maana yake na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu Aha, sura yetu, mfano wetu, akatawale kama Mungu anavyotawala, kwa maana ya kwamba ndio maana tunasema tutatawala na Bwana tena kwa mara nyingine. Maana madaraka tuliyokuwa nayo ya kutawala yalipokwa na mwovu, na sasa kwa sababu dhambi haitakuwepo atatawala na Bwana. Maana yake ni nini? Tumfanye mtu kwa mfano wetu, ili afanane na sisi. Ule utakatifu ambao mwanadamu anapaswa kuwa nao ndio utakatifu ambao Mungu anahitaji tuwe nao, ndio maana ya kufikia cheo cha kimo cha utimilifu wa tabia ya Kristo, na hii haiwezekani kufanyika hivyo isipokuwa tumekuwa na amli za Mungu na ushuhuda wa Yesu, maana hiyo ndiyo tabia ya Kristo, na hiyo ndiyo nakala tunayopaswa kuichukua, nakala ya tabia ya Mungu, ili tuwe nayo maishani mwetu. Maana yake nini? Usafi wa maisha.